Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka bayana msimamo wa serikali kuhusu mchakato wa katiba mpya, akisisitiza kuwa suala hilo alipaswi kufanywa kwa shinikizo, bali kwa njia ya maridhiano ya kitaifa. Akizungumza hivi karibuni, Rais Samia alieleza kuwa ingawa serikali inatambua umuhimu wa katiba mpya, mchakato wake ni wa hatua kwa hatua na unahitaji umoja wa wadau wote. Suala la katiba mpya ni mchakato unaotanguliwa na, na maridhiano, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alinukuliwa. Rais Samia alieleza kuwa kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato huo ni muhimu kwa pande zote zinazovutana, zikiwemo serikali, vyama vya siasa na wadau wengine wa jamii kukaa pamoja na kufikia maelewano ya msingi kuhusu mwelekeo wa taifa. Amesisitiza kuwa maridhiano hayo ndio nguzo pekee itakayohakikisha katiba inayopatikana inakubaliwa na kila Mtanzania na inalinda masilahi mapana ya taifa badala ya kutumika kutumia matakwa ya kundi au chama kimoja. Aidha, alisisitiza kwamba taifa haliwezi kwenda huko likiwa na maumivu Ndiyo maana ameteua tume kuchunguza undani wa tukio la na kuipatia miezi, miezi mitatu, kisha taarifa hizo ziende kwa wadau kufikia maridhiano na ndipo mchakato wa katiba uanze. Aidha alisema katika kuendesha nchi hakuna maelekezo ya masharti ya mazungumzo na kufikia maridhiano kutoka pande zote zikiwemo taasisi za dini kikatiba na sheria za nchi hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna viongozi wa dini, msijivishe majoho ya kwamba ninyi ndio mnaweza ku overrule nchi hii. Hakuna, hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii, hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini alisema rais Samia. Aliongeza akisema hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna, ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa hiyo msivae majoo ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Alisema ingawa wa Tanzania wana dini, lakini nchi haina dini na hakuna dhehebu lolote yenye mamlaka ya kipekee ya kutoa matamko yanayojipa nguvu au mamlaka juu ya dhehebu jingine. Alibainisha kuwa hakuna mtu aliyepewa cheti cha kusema nchi ni yake au kuamua namna nchi itaendeshwa, na kufafanua kuwa Tanzania itaendelea kuongozwa kwa, kwa misingi ya demokrasia iliyokubaliwa na wote. Amewataka viongozi wa dini wasijivike joo la kuwa na nguvu ya kuitawala nchi kwa sababu nchi inatawaliwa na katiba na sheria na kuwa haitaendeshwa kwa misingi ya madhehebu ya dini. Amekosoa tabia ya baadhi ya watu kuitumia dini kama kisingizio cha chuki dhidi ya viongozi akisema hatua hiyo ni hatari kwa taifa, akihoji kosa la serikali ni lipi, kwa sababu kama ni uchumi umekuwa na mafanikio, ni mengi yameletwa na serikali. Alionya sumu inayopandikizwa kupitia dini kwa lengo la kumchafua mtu, akieleza kuwa chuki ya dini huacha alama ya kudumu moyoni kuliko propaganda za kisiasa. wanasiasa wakimwharibu mtu wanamwharibu kichwani, kichwa kinakubali. Akija mwanasiasa mwingine anasema lililo jema, kichwa kinafuta lile baya na kukubali hilo zuri, lakini ukimwharibu mtu kwenye dini, chuki inaingia moyoni, na ikishaingia ni hatari zaidi, alieleza sami, Rais Samia Suluhu Hassan. Hivyo aliwataka viongozi wa dini kukaa kwenye mstari wao wa kiroho na kuonesha sura halisi ya majoo yao na kututumia kivuli cha dini kwa maslahi binafsi.